Basi basi, Yesu alikwenda Nazareti, mahali alipolelewa. Na siku ya Sabato aliingia katika sinagogi, kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome maandiko matakatifu kwa sauti. Akapokea kitabu cha nabii Isaya akakifungua Akakuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwani ameniweka watu niwaletee masikini habari njema, amenituma niwatangazie mateka uuwaa, na vipofu watapata kuona tena, amenituma niwakomboe wanaoonewa Nakutangaza mwaka wa neema ya Bwana. Baada ya kusoma akafunga kile kitabu, akampa mtumishi, kisha kaketi. Watu wote wakamkondolea macho, naye akaanza kuambia, andiko hili mlilosikia limetimia leo.